na mizigo kila siku inaingia hapa ni Beipoa. Kumbuka kwamba watoto wa mjini wanajua ile chimbo, weka mzigo hapa nikupeleke store ukaona mizigo tofauti tofauti, mizigo kila siku inaingia. Pressure yako nini? Hiyo usifiche, nimekuona. Twende store, bado kuna mizigo itaiona wewe, usiona pressure, mizigo iko kibao

Sio naenda kwa mume na uso umekaa vibaya, nakuambia, kila kitu, kukuangalia anaonekana kama kichaka. Soft, lotion hiyo. Ngozi nakuwa laini, nimekuleta store, nataka ubadilike Haya maisha e, na, na, ya zamani hayatoa hayo. <laughs> Usiwe na kielele, achana na hii mzigo. Mzigo na biashara hapa, mzioamio mzigo, njoo hapa nikupe mzigo mwingine, unaona mzigo huu Vitu hivyo hapa, shika hii hapa, unaona kitu hicho? Hiyo lotion moja matata sana, ngozi imekakamaa, nakutumia na tunapatikana na mitandao yote <laughs> ya kijamii: <Facebook>, <laughs> Twitter, TikTok. Mawasiliano kama unavyoona, unapewa namba, asimu, namba ya simu. Piga hizo namba zinazopita chini hapo, usiondoke, umekuja na wizii